Msemaji wa chama cha National Unity Platform NUP, chama kikuu cha upinzani nchini Uganda, Alex Waiswa Mufumbiro ameshinda nafasi ya ubunge wa jimbo la Nakawa Mashariki katika uchaguzi mkuu uliofanyika jana Januari 15 nchini Uganda. Msemaji huyo mwaka jana 2025, alikamatwa akiwa nje ya mahakama ya kimumkazi Kawempe, Kampala, alipokwenda kuzuria kesi ya Idi Mutu ambaye ni mkuu wa ulinzi wa Bob Wine, ambapo Alex Waiswa Mufumbiro akaunganishwa katika kesi na Idi Mutwe, wakatunzwa gereza la Luzira Kampala, na hawajawahi kuachiwa huru mpaka sasa, akiwa wameishi gerezani kwa siku sabini na nane hadi sasa. Bado wananchi wa Nakawa Mashariki Kampala wamemchagua ndugu Alex Waiswa kuwa mbunge wao kupitia chama cha National Unity Platform NUP, akiwa bado gerezani.